Kawaida show show, hey. Yaani kama Mandonga tu show show dakika 90 zimetamatika yeah. Uh, refari anaonekana kulalamikiwa sana penalti mbili Simba Sports Club mmepata, dakika kipindi cha kwanza zimeongezwa dakika sita, lakini kipindi cha pili dakika kumi na tano zimeongezwa. E, umeona kwamba hawa mashujaa wanakuja na game plan ya Kiarabu, wamekuja kupa kibasi kama vilivyofanya Almasi. Mchezo wa mpira ni mchezo wa kupishana. Kama mnataka mchezo wa kulala, waambieni bodi ya ligi na TFF waanzishie mchezo wa kulala. Sisi yeah, football tukimbizane. Simba iko kwenye mashindano makubwa Afrika, mnakuja kucheza mpira wa kitoto hivi. Tumebebwa na nini sasa kama sisi tumebebwa, Simba kashashinda, anaendelea kutafuna vipolo vyake. Alipata penalti mbili katika penalti tatu, katika uwanja wa Ruangwa penalti mbili mkashinda, kakosa Lionel Atiba, kakosa penalti moja pale Ruangwa. Zidi ana Mungu, leo amepata penalti mbili katika dimba la KMC zidi ya mashujaa. Yaani penalti kama waamuzi watakuwa na tofasili sawa sawa, si kila mechi, hata penalti kumi unaweza ukaweka, kwa sababu hawa leo wametukela, wametukela, wametukela, wametukela, mpira unachezwa dakika kibao kwa sababu ya uzembe wao. Mnakuja kulalala hizi hela za kuwa didi hivi vitimu mnaharibu ligi yetu, milioni mia eh, milioni mia timu ya kuahidi milioni mia? kama mnataka milioni mia simengia nao mkataba ah, unamwahidi milioni mia huyu timu ya kuahidi milioni mia hii. Huyo mama Samia anatoa milioni 30 kwenye hatua ya fainali goli moja, wewe milioni mia kwa kitimu hicho kiko iko kinataka kushuka daraja, unatoa milioni mia kuzalisha ligi yetu hii. Ligi ishakuwa kubwa, watu kama hao hatuwataki kwenye ligi hawa. Ndio maana ubaya ubwela wa, washushwa daraja tu. Sisi tushazoea burudani, tuje tuangalie burudani. Wanakuja hapa wanalalalala, maanake nini? Kuna magodoro hapa? Tumewaonyesha dakika za jioni, tumewanyoosha kama kulekule nyumbani kwao hiyo sana sio kwa tabu, so, tabu tulikuwa tunasubiri muda tu, yani tunasubiri imamu wa azini watu tuende kwenye maaridizwalianasubiratumdamazikfun ah kuwachekayn ndio mipango yao na wameahidiwa milioni 100, kwa sababu ndio mipango yao kwaio sio binafsi, hatuogopi hivyo vitu vyao ambayo wanavifanya wao, waendelee. Sasa tushashinda kiporo chetu, tunatafuta viporo vingine navyo, tutapiga sio hichi, tutapiga viporo vyote vitavukua mbele yetu. Wao oh, waahidi hela tu, si tunapiga mpira uwanjani. Mwanzo watanizeni walikuwa nasema hatuchezi, lakini jana kas wametoa barua yao, wamepiga chini ile barua ya Young Africans waliopeleka kule wakiwalalamikia TFF, bodi ya ligi pamoja na nyinyi Simba. Wewe Mnandi JR umepokeaje taarifa hizi? nilijua tu hawajawahi kushinda kesi hata ya kuku. na huyo wakili wao kashajiuzuru, manake kashaona aibu, kila kesi anashindwa, kila kesi anashindwa. Sasa wakili kama huko hamna mawakili zao huko, tupo, tupeni hizo kesi tuwafanyie kazi. Watu wa mpira kila siku mnalalamika, mnalalamika nini? chezeni football. Sawa, acheni habari ya kuchapisha chapisha tisheti atucheze. Aya, kasi washawambia mtacheza tu. Mtake, msitake, mtacheza na mwaka huu salumu na kuwaidi Simba bingwa akiwa amelala tu nyumbani. Simba atakuwa bingwa akiwa amelala nyumbani. Hii game ipangwa tena tarehe, Young Africans hataleta. Aleti timu, aleti timu Sawa yule aleti timu. Kwa hiyo sisi tutatangaza kwa mabingwa tumelala kwenye majambi nandi unavyoona, Yanga atakubali kupokonywa alama 15. Asikubali yogopa, zuhia, Sari, kwa nini kwanini anaiogopa Simba kwani alizuia mageti kwa sababu gani? Si alituogopa? Kwa hiyo naamini hataleta timu na zendo tunavotaka, tuwe mabingwa tukao tumelala kwenye majambi Simba msimu bingwa wa ndani tukao tumelala. Mechi ilikuwa ngumu sana, mechi ilikuwa ngumu sana. Sana. Lakini ile hela ndio ndo imewaponza watoto. Chezeni mpira kama uwezo mnao, mtatoboa. Kumbe uwezo wenyewe unga unga, mwana mpaka mwailiwe hela sawa ndo mpate matokeo au hapo dakika za jioni na kiza. Kama kawaida, imamu anaazini watu kama kawaida, wanachukua rakaa tatu wanaondoka, wanasema mechi imemalizika. ime kwa watu ku watu, kuwasha chemli uwanjani kwa wajinga. Mnakuja mna lalalala, kipa aitakuwa lala, lala. Apewa umeme toka kipindi cha kwanza, lakini mwamuzi alimbeba sana, anakuja kumpa umeme toka ataki. Mimi ndo ningekuwa, mimi ndo mwamuzi au ningetoa, ange baki sita uwanjani au ningepiga umeme wote leo, wote ningepiga umeme. Wanaharibu mpira, kinaletwa kitanda wa watu, wanazuia kitanda kile watu wasi, wewe una mamlaka gani? Kwa hiyo huu kutuharibia mpira wetu, watu wanapenda kuahidi hela, waachane na hizo habari. Hivi vitimu vidogo viache vipambane kwa uwezo wake, lakini Simba sio kumwaidia hela, kumwaidia hela lazima tukunyonyoe. Umewafikia salamu? Tunaenda huko mbele ya safari, kuna pamba ajiandae, kuna KMC ajiandae, JKT Tanzania pia ajiandae, tunaenda kumnyonyoa. Asante sana.